Kia mambo imefanyika kule Naivasha ya ajabu. Sijui kama mmesikia ile basi ambaye wanawekelea atiligonga Jirongo, iko kwa, kwa polisi steshon kule Naivasha, basi iliwaka yenyewe. Basi ngoja niwaambie basi ikawaka mataa ikawaka mataa ndani ya police station hata maaskari wakatoroka. Nikasema kumbe watriki ile tochi wanasema imeanza kufanya kazi. Tochi ya wazee watriki imeanza kufanya kazi. Kwa hivyo msije mkawa na wasiwasi, hawa watu watakwisha wenyewe tu polepole. Jambo la mwisho ambayo nataka kusema tafadhalini, mimi nimekuwa mwanasiasa na watu wengi sana wamesifu hapa Jirongo, na watu wengi wamekuja hapa kwa ajili ya Jirongo. Jirongo amesaidia watu wengi, Jirongo alisaidia watu wengi sana katika Kenya, hata katika siasa. Mimi nauliza wanasiasa wetu, hasa kutoka Western hata nyinyi tafadhalini, msaidie watu wetu. Watu wanaumia, vijana siku hizi huwezi kuingia kwa ofisi yoyote kama una mtu wako. Hawa vijana wanataka kusaidiwa. Tafadhalini, ukiwa umepewa kazi, saidia watu waendelee mbele. Asanteni sana.